Mama Samia yeah. Oye jamani, wakina una mama, unaposikia <podangarimatzriome> mama mwenzako lazima mtu ufurahi. Wewe Mama Samia oye, Selukamba oye, tunasema, palipo baba na mama yupo apo. Vipi mama Kilanoza oye suku Simbo kaseke yangori pia kia lengo ni moja, kukiongoa kuwa Chama Cha Mapinduzi. Niombeni sana baba zangu, niombeni sana mama zangu, niombeni sana vijana wangu, ifikapo tarehe ishirini na tisa Oktoba twende tukatipukula Chama Cha Mapinduzi. Tuamkeni mapema sana, tukamchague Mama Samia Suluhu Hassan, tumpe kula za urundika hapo, vipi lakini, pia tumpigie kura mbunge wetu, mbunge mahiri, mbunge mwenye utu, mbunge mwenye huruma siem oy hapo vipi? Lakini naombe na mimi kura zijae, sindio? Jamani, naombeni sana mashehe wetu, naombeni sana wachungaji wetu, napiga magoti kwenu kuombeni kura za chama cha mapinduzi. E, baada ya kuemba kula, mashukuruni sana na Mwenyezi Mungu wa mbiluni wa bariki sana. Asante.